Nilimwomba mheshimiwa naibu waziri mkuu bara, naomba unitafutie wadhamini wanizamini kompyuta, na leo ninayo faraja kwenu kuambia kwamba tumeleta kompyuta tano, ni za kisasa kabisa, ni za kisasa kabisa, ambazo hizi zina betri yake betri yake ambayo inatunza umeme, kwa hiyo katika umeme haizimi saa hiyo hiyo, inatunza umeme. Na hizi kompyuta zina zaidi ya thamani ya milioni tisa, zaidi ya thamani ya milioni tisa. Kompyuta peke yake na hizo basi, ni peke yake zina zaidi ya thamani ya milioni moja nanusu. na nusu, na kipekee ni mshukuru sana kwa sababu alielekeza wale wafadhili wangu wanitafutie Mheshimiwa Naibu Waziri mkuu aliwaelekeza watu wa lea wanitafutie wadhamini. Naomba nawpegei, tumpigie makofi Mheshimiwa Naibu Waziri mkuu kwa sababu kimsingi bila kukubali yeye tusingezipata hizi. Kwa maana nyingine, sasa nimekuja kuwashukuru sana sana sana walimu na viongozi wa kata hii kwa ujumla kwa kukubali siku ile maandalizi mazuri kwenye ziara kwa hiyo yale yamezaa umeme kwenye hii shule, lakini nimezunguka pia kwenye vijiji vingine, umeme umeshafika. Sasa tunahangaika kupeleka umeme kwenye vitongoji na pale tulipofikisha umeme kuusambaza kwenye miji mingine, lakini umeme umefanya nini? Sika. hiyo sio hadithi tena, akija mtu kesho anagombea hawezi kuambia ataleta umeme, atawaambia atasambaza umeme ulioletwa na nani? <laughs> ulioletwa na Kanyasu. Kanyasu oye! Oh yeah. Nimewauliza swali, mliwahi kumwona Mama Samia hapa Ihanamilo Sekondari? Mliwahi kumwona Bunegezi? Mliwahi kumwona Ikurwa? Sasa anajuaje nyinyi huku mnataka kompyuta? Anajua kwa sababu Kanyasu anazungumza na watu na Kanyasu anazungumza na nani na diwana anazungumza na nani. Kwa hiyo sisi ni kiungo cha nyinyi kupitia viongozi tulionao hapa Ihanamilo we. Oh, yeah. Tuna kila sababu ya kumshukuru sana mheshimiwa rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini pia na wewe mheshimiwa mbunge, kwa sababu kila tulichokuwa tukiomba ulikuwa unakifikisha. Nakumbuka alikuja hapa naibu waziri mkuu, mimi mwenyewe nilisimama nikaomba, wanafunzi hapa wanapata shida pamoja na walimu, tukipata vile vifaa vya kisasa kama kompyuta wanafunzi watasoma vizuri mno. Leo mheshimiwa mbunge, nakushukuru sana, umekuja na kompyuta kwa ajili ya wa kuwakabidhi wanafunzi hawa, pongezi kubwa sana. Tunaomba kuboreshewa miundombinu ya vifaa vya TEHAMA ili shule hii ianze kufundisha masomo ya TEHAMA na fani nyinginezo. Pendekezo jingine ni kufanyiwa ukarabati kwa baadhi ya madarasa ambayo yamechakaa. Fahamu kwamba shule hii ilianza 2005 kwa hiyo kuna madarasa ambayo yamechakaa na yalijengwa kwa nguvu za wananchi. Na kabla umeme aupokuwepo shuleni, tulikuwa tunasoma kwa shida, tunatumia umeme wa sola, wanafunzi wanapata shida, matatizo ya macho wanafunzi wakiwa akilia mno, lakini sasa hivi mambo yako vizuri. Tunawashukuru sana serikali kwa kutuletea umeme, maana mwanzo pale umeme ulivyokuwa haupo tulikuwa tunapata shida wakati wa kujisomea. Wanafunzi hawakuwa na muda wa kutosha kwa ajili ya kujisomea, hasa muda wa usiku. Lakini sasa hizi baada ya kupata umeme, muda usiku wanafunzi wanapata muda mwingi wa kujisomea na wanafanya vizuri katika masomo yao.